Basi kwa mamlaka niliyopewa kama askofu wa Dayosisi hii ya Kaskazini Mashariki ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, na pewa nafasi hiyo ya kutaja jina la msaidizi wa askofu katika Dayosisi yetu siku ya leo ya tarehe nne mwezi wa nne mwaka 2025, na nataja jina Hili moja la Mchungaji Frank Mntangi kama msaidizi wa askofu. Na naomba afike hapa mbele ili tuweze kumpokea kwanza. Naomba na mtaja hivyo afike hapa. Baba Dini anapenda kumleta kabla hajapigiwa kura. Haya, akamleta yeye, ni mkuu wa jimbo la Pwani kule Tanga na sasa anateuliwa na jopo hili kuwa msaidizi wa askofu katika kipindi hiki.